Hata siku moja kwa umri wako, shika adabu yako, ndio kuheshimiana. Mimi mkubwa kwako, sasa utakuwa mtaki mstari katika wanawake ambao wakipelekwa TBS wakipimwa, alafu wakaonekana wana viwango vingi watoto wanaho <tabio> <I can't, tabio> <tabio> <tabio> Hivi wanataka kunitoa roho. Lengo la kunisomesha ni elimike. Mama, huko mnakalili lengo lenu mimi ni elimike, nimeenda shule ni mzima kwenye huko. Kwanza nilienda China. Sasa,

za kuitwa mwanamke na katika vile vitengo vyote vile vya kuitwa mwanamke, wewe ni mwanamke na umevieleza vyote mimi nakuweza, nakwambia hivi, mimi msomari wasomarisnawashugulia wembamba, lakini wanaendesha yale matela yale, nakutaa yamefungwa matatu, mtu anatoka nayo kwa somari anaenda South Africa ndani ya muda anafika. Hey. What? No, girl, come on. Tianse, nisikilize. Sio kama mimi sitoki. Mimi mbona ninatokaga? Wapi? No tie after five? Ra Oh, oh my God. Come on. Bwana, mimi naogopa nitaagaje nyumbani kutoka usiku. Nitaagaje kutoka usiku nyumbani? Oh, come on, girl. Okay, fine. Nimekuelewa. Nitajitahidi kuwa natoka sometimes. Come on. Stop it. Oh, really? Okay, are they cute? <laughs> Oh my goodness. Uh -huh. Uh -huh. Ok, no okay, basi po, mimi nta ngoja nijaribu kuongea na mama like kama tan right? No. Okay, I'll call ok akolia lakini mimi Shika bwana lakini nini? Hebu fanya na tukutume. Naomba nilete haraka. Kuna mtu mwingine atakaniongea. Sawa. Changamka basi. Lakini Robert, yani unanikuta mimi naongea na simu unanikatisha unanituma tu tu tu unanituma tu mista bwana. Moment tu mako. Robert, vocha ya shilingi ngapi? Eh, hey, ya shilingi tano. Gari kubwa kama hii wewe. Tena mimi ndo my my favorite. Hivi wazungu wanasema my. Yeah. My favorite. Mm-hmm. Mimi napenda hii mili. Na wewe. Nili kupata ujue, Mama Kubwa wewe, atalia yule, atakufa yule, nakwambia kwambi. Atakufa na muona hivi. Ah, ngoje tuone basi. Mwana, ndugu yangu mbaya ongea. Nikwambia, ngoje tuone, na maana wewe, ngoje tuone. Oh, jamani. Come Hmm. Mm. Imekukubali sana. Sana. Ma. Sanachezi jamani, jama. Hello. Huba. Hmm? Umefika? Aya, natoka dakika moja

Mhudumu, uba uba, yaani kaka uba, yule uba uba uba, yaani maanake kaka, Kiispanyola uba ni kaka, Kiispanyola uba. Hey, unajua mimi nimetembea nchi nyingi, nimetembea am, nchi nyingi sana Okay. Tembea Spain, nimetembea South Africa, nimetembea America, nimetembea mw... yaani nimetembea nchi nyingi, kwa hiyo isikutie shaka kuba ni kaka Hispanola. Sawa. Tanzania, majina kama haya yanatia siri eh, moyoni sana. Usijali, hiyo sikutie shaka kwangu, mimi yule ni kakangu, mudumu wana matatizo. Oki, wewe ukichelewa namwambia bosi wako una kazi. Subiri kidogo. Julita. Julita. Ah, ngoja, ngoja. Njoo ngoja. Julita. Unajua sasa nataka nikwambie nini? Msubiri kidogo, Julita. Njoo bwana. Ah. Oh, rafiki yangu. Bwana mzuri. Mwangalie ule mguu kwanza. Ah. E e, na na mtoto mtamu. Sasa Julita, naomba nisaidie kitu kimoja mdogo wangu. Mimi nataka nikae a, yaani hicho ndio ulichonitia. Eh, nimekuitia hicho nazana ukiniweka pale na mimi sina tulia. Na mimi naangaika tena na ulimwengu na mtoto wako mtamu. Ah. E Bwana Mungu kaumba. Kweli Mungu. I'm sorry. M I... sidhani kama naweza kufanya hivyo ah. si... Sidhani, kwa sababu yule ni rafiki yangu, namfahamu. Sina maana kwamba sina maana kwamba namfahamu kwamba ni mzuri, ni rafiki yangu, hapana, ila ninapomfahamu ni kwamba tabia zake sio nzuri, right? Habari yako anti. Naweza kaka. Unajua nilikuwa nimekaa pale. Nikao na down una stress yani, una mawazo unakunywa bia unachukuchwa haraka. Nikao nikaja hapa kidogo tu basi nibashieni mawazo kwanza kidogo kwa pala tabasamu unaelewa? Wewe, mawazo yangu yanakusumbua. Ni kweli, ni kweli, mimi hazinihusu lakini ugonjwa wangu mmoja ni kwamba nikimama mke amekaa peke yake na mawazo, na mimi napata mawazo, nikaona ni bora niji hapa angalau tubadilishane mawazo, tuongeongea mawali matatu. Tunajua tena, mi napenda kuona mrembo nafuraha na acheke, kama tunakuwa kiburudani inashuka. Nilikuwa najiuliza kwa nini ndoa yangu ina matatizo. Hilo ndo swali la kila siku katika maisha yangu, mimi naishi na mama kubwa. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini ndoa yangu ina matatizo, kumbe wewe chanzo kaka. Nimekutumania tayari, kuanzia sasa hivi tunaenda polisi. Tunaenda polisi sasa hivi. Wewe yani, ukijiangalia jinsi ulivyo andunje hapo ulipo jikana, umesimama umekaa, wewe, wewe, upo upo, no, si kama kiroba. Yani unaweza kumiliki mwanamke mzuri kama huyu hivi wewe? Chizi nini wewe? Unasemaje wewe? Chizi unataka nikuonyeshe? Ni kama mimi ni chizi Alafu kwa jinsi wewe ulivyo upasi kukutana na msichana barabarani ukaanza kumtamani. Julita kizuri ya kijipichi bwana. Unapokiona kizuri pale pale unaona zungumzo. So hataka nikae tena na polo watu wengine niweke mimi kaka. Unachotakiwa kufanya? Uko ulikosoma uh, South Africa uwe na, na na, na, na, girlfriend. Umekuja Tanzania ulitakiwa tafute msichana classic, msichana ambaye anajielewa, right? Nisikilize, msichana ambaye anajielewa. Alafu sasa unakuja unaanza kukutana na wasichana barabarani, unaanza kuwatamani. Does it make sense? Kizuri bwana hakifichiki. Umeona mtu atakuwa mzuri. Alafu mimi sijali tabia, sijali nini kwa sababu kwamba mimi ninachotaka ule mtu ninaye. Kwa hiyo habari siyo ya nini, nini mimi hainihusu. Wewe niweke kaka yako na mimi nisitirike. Sasa nataka na mimi kaka yako naendelee kuhangaika. Samani, siwezi kukuweka. Oh, nataka kujua. Kaniweka uniweke? Si kuweki. Julita. Julita. Ah, no. Anakusalimia. Sende. Julita, rafiki yangu kila kitu anaziba tu. Hmm.

Umenishika Umenishika Umenishika vizuri. vizuri. vizuri. Mama kubwa, mama kubwa, mama kubwa, kubwa, kubwa, nilikwambia bibi, bibi tulia, bwana, kwa sababu watu baba mpole hawa keza watu, mimi ni mdudu. Mama kubwa, Twende nyumbani, usitegemee mwili wako. Watu tulia calm down aa mhymmeshib, asante, utakuja kumua mtu. Bas, yameisha. watu wengine mili tu ile brother, ndio hivyo na ndio maana mimi nakwambia hivi, bsili mwenyewe aliniambia usio unapigana ovyo ovyo, sasa mama kubwa. Sasa hapa ndo nimepata majibu kwa nini wewe ulikuwa unanisumbua una twende nyumbani So, nataka mimi nikuonyeshe, kama mimi ni mdudu mi, Pizo, ni mdudu tena mdudu mdudu mdudu. Twende, twende nyumbani leo, unataka nikuonyeshe? Usinitishe, nakwambia, nyanyuka tuondoke. Mama kubwa, ngoja, ngoja, kwanza sasa, ugombi wa vyopa wapi na na wapi wapi na wapi Ngoja, kwanza ngoja, kwanza, mama kubwa, ugo ugomvi, ngoja, unajua Ma nini mama kubwa? Mam, rudi sasa, si Bruce Lee, si Bruce Lee wewe.

Siku hiyo nilikwambia ukumpitia. Mimi mama, ni mi mi mama, tatizo nini? Nimesema mimi mama siendi, atarudi mwenyewe. Kuna kitu gani hapa mnapishana, mna mnapishanapishana, tatizo ni nini? jifanya sasa daraja yeye ulimwambie kipri. Mimi nitamuonyesha. Mimi ndo wa kwanza kuzaliwa. Utatuelewa tu. Mimi nitamuonyesha. Mimi ndo wa kwanza kuzaliwa na nilianza kuliona jua. Na yeye atabaki kuwa mimi kaka yake. Sijifanya anajua. Ana fanya nini? Ma, unamdekeza mwanao. Anachokifanya kila kitu mama na kijua ndiyo. Eh, ana fanya nini? Ah, leo yadui yeye. Kwa hiyo umerizika kabisa mama, haya anaokuja nyumba yetu kuingeza kwa nyumba ya Kiswahili. Kila siku mundani anakuja na tukusutana, vurugu. Mimi nashindwa watoso wangu wa kuweka barabarani. Unataka onyambewe ujui mama? Mdekeze tu mwanao hivyo hivyo. Sio nakufundisha mama, nyumbani na imekuwa shida. Nisikilize. Sawa so, anawafanya ongea, unachotaka unayafahamu, unayafahamu. Mwanao mara ngapi anakuja hapa kutuletea watu nyumba? Yetu kaigeuza Kiswahili We mdekeza hivyo hivyo alafu utaona faida yake. Mama mimi mtoto wa kiume, baada ya baba ndo mimi. Kwa hiyo kama Julita atafanya anaendelea nini? Mimi napata aibu. Napata. Nawaambia nini marafiki zangu huko mitaani mimi? Mimi nashindwa kuweka uso wangu. Naomba nisikilize. Mimi hapa baada ya baba ndo mimi. Kwa hiyo lazima nitii mimi. Ndio maana nakwambia.